Kwanza pale ulikuwa umeambiwa andika hotuba utakayotoa katika mkutano wa vijana katika kaunti yako, ukilalamikia madhara ya pombe haramu huku ukipendekeza njia za kukabiliana nayo. Kwa hivyo, lazima ujue namna ya kuandika insha ya hotuba. Kwanza lazima uwe, jambo la kwanza naangali na kabla sijastaisha, ni lazima uwe na mtindo wa hotuba kwanza, hotuba huwa na kichwa au unaita anwani, kisha kuna utangulizi, kuna mwili wa hotuba, na kuna nini, hitimisho. Kwenye anwani kichwa lazima lazima uanze ile anwani na neno hotuba, si ndio? Mm-hmm. Eh, hotuba na hapa unaanza na hotuba ya nini? Unaanza na hotuba ya Ulianza vipi sindio? Nakuuliza ulianza vipi hmm? Hotuba ya unaweza kujiita jina lako sindio? Eh, unaweza kusema hotuba ya mkurugenzi wa vijana sindio, kwa vijana, na mahali ni wapi lazima useme ilitokea wapi, si lazima useme mahali ilitokea, lakini unaweza kusema, si ndio? katika uwanja wa shule, au unasema hotuba ya mkuu wa vijana kwa vijana kuhusu madhara ya pombe haramu, si imekamilika? Lazima utaje ni kuhusu nini, kuhusu madhara ya pombe haramu. Na lazima mada yako iwe kwa herufi kubwa na upigie mstari. Kwa hivyo hotuba hii lazima utaje ni ya nani si ndio? Ni a nani, anatoa kwa kina nani, kuhusu nini? Hivyo ndio nilikuwa nataka utangulizi ambao unafaa. Samani anwani ambayo inafaa inapaswa kuwa hivyo, unaelewa? Kisha kuna sehemu ya utangulizi. Hapa ndio nimekukosoa mpaka nimefika mwisho wa kukukosoa. Katika utangulizi, lazima uanze na utambulisho, lazima kuwe na itifaki kwa sababu unatoa ile hotuba, kunaweza kuwa hata kuna wakuu juu yako, si unaweza kuwa na gavana, gavana anaweza kuwa hata rais anaweza kuwa pale. Kwa hivyo unaanza na itifaki, yule aliye na cheo cha juu hadi walio na cheo cha chini, na nilikuambia wakati wote usianze kwa nikikamba. Angalia wangapi walianza. Ndio maana nimekuambia utoe ile insha. Umesema kwa rais nikikamba, ulitohoa moja moja, na nilikwambia wakati uliandika, hata ukiangalia kama uliandika kwenye mtihani, vivyo hivyo ndio uliandika kwenye na, kwenye daftari lako. Kwa hivyo unaanza pale, unaweza kusema gavana, kaumu wa gavana, unaweza kuwa chifu yuko pale, vijana wenzangu, mabibi na mbwana, hamjambo au unaweza kusema habari za leo. Kwa hivyo utangulizi lazima uwepo, na kisha katika aya hiyo ya kwanza, inatokea katika aya ya kwanza utambulizi, utambulisho, si ndio? Katika hiyo aya ya kwanza kwa kifupi, unatoa umuhimu wa hotuba. Kwa nini unataka kutoa ile hotuba si ndio? Unataka ku kuhamasisha vijana, unataka ku kuambia kuhamasisha kuhusu madhara ya pombe haramu ndio, wasitumie nini? Pombe haramu katika ile aya ya kwanza. Sasa mwili wa hotuba unaanza aya ya ngapi ya pili hadi ya ngapi? ya sita. Aya ya pili hadi ya sita, na hapo ndio unazungumzia madhara ya pombe haramu. na madhara haya ya pombe haramu ambayo nilikuwa nataka baadhi, ambayo ulikuwa unapaswa kuzungumzia, kwanza ni vifo. Pombe haramu husababisha vifo kufilisika, kufilisika ni ule umaskini pia a, pombe haramu urasi, husababisha us, kuharibu ndoa au hata si lazima iwe ndoa, kuharibu nini familia. Nne, watoto kukosa masomo, watoto kukosa masomo. Pia husababisha vita, si unaona watu vile upigana vita fujo unaweza kuta vita ufujo. Kuna wale ambao wakitumia ile pombe haramu wanakuja wa nanini, na nini na zogo, na si lazima wakati wamelewa. Baada wale wengi huleta fujo baada ile pombe kupungua kidogo mwilini. Ni vile tu huwa tunasema pombe ikitoka, ukiwa na ile inaitwaje, ukiwa na ile hangover, hiyo ndio mbaya kabisa. Hata ndio watu wanasababisha ajali zile mbaya kabisa sijui inakuja nani hiyo. Sasa ndio kuna mtu ambaye alikuwa anaeleza anajua mambo anafahamu. Ndio mtu analeta fujo, anakwambia jana sikula usiku, jana wakati nilikunywa nili, ulinichapa sijui nini fujo. Pia uh, usababisha ukiukaji wa sheria, uhalifu. Unaweza kuangalia ukiukaji wa sheria upande ya yule ambaye anauza, si ndio amekiuka sheria. Au unaweza kusema mtu ambaye ametumia pombe haramu anaweza kusababisha uhalifu. Unaona, mtu amelewa ile pombe haramu ametumia na anampiga mwenzake, anafariki. Si umeona hivyo mara nyingi sehemu hata hizi za kunywa pombe? Pia kuwa kipofu, kuwa kipofu au unalemaa, unalemaa, unalemaa, unakuwa kipofu au unalemaa. Nilitaka uzungumzie hoja sita hivi, hoja sita na kila moja uieleze kikamilifu. Kisha ukifanya hivyo, ulikuwa pia unapaswa kueleza njia za kukabiliana na pombe haramu, si ndio? mm -hmm. Eh, njia za kukabiliana. Kwa hivyo unaweza kueleza hizo kwanza kikamilifu au unaweza ku kueleza kila njia mojawapo na pale mwishoni unaelezea jinsi unakiabili. Kuna wanafunzi wengi walifanya hivyo, si ndio? Wale walipata alama za juu. Kwa hivyo, kwanza, ili kukabiliana na pombe hii haramu, lazima kwanza ipigwe marufuku, yani upigaji marufuku wa pombe haramu, yani unapiga una marufuku kupikwa kwake na kuuzwa ni kuweka sheria za uuzaji wa pombo hizi haramu sheria, labda wakati mwingi unaambiwa kama utauziwa, utauziwa kutoka saa nane hadi saa kumi na wale ambao wanauziwa lazima wawe na miaka ishirini na moja kwenda juu. Pia kudhibiti wakati wa unywaji pombe, si unaona wakati, sasa watu waambiwa wanywe wakati gani? Huku Kenya sidhani watu wanaambiwa lakini wakati ule mzuri unaweza kuelezewa unywe pombe wale lazima wanywe pombe ni kutoka hapo saa tisa hadi saa ngapi? Saa moja, ndio mtu aende nyumbani mapema. Pia uh, kutoa ushauri na saa kwa waadhiriwa guidance and counseling kwa wale ambao unawapa una ushauri na saha, wale ambao tayari wamekuwa nini waraibu wa pombe ya haramu, unawapa ushauri na saha, labda wengine wamekuwa pipofu wengine wamelemaa kwa sababu ya wameathiriwa na pombe hii haramu. Unawapa ushauri nasaha, unasema labda, kuna kuna zinaitwaje hizi, uh, makundi ambayo yanafanya kazi hii ya kutoa ushauri na hata kuna daktari wa kazi ile. Pia kuhamasisha jamii kuhusu njia mbadala za burudani badala ya pombe haramu, kama vile michezo. Kwa hivyo unahamasisha jamii kuhusu njia mbadala za burudani kama vile michezo. Hoja hizi unaweza kuziweka pale, baada ya kuzungumzia hoja ya madhara ya pombe haramu pale chini ya mwisho. Ukihitimisha unaonyesha njia kukabili, si ndio? Hivyo ndio ilikuwa rahisi, wale wengi walisumia hivyo. Kisha pale haya ya mwisho ni hitimisho. Hitimisho unawapa nasaha, unawapa ombi kuhusu kuacha unywaji wa pombe hii haramu. <coughs> Na pia hapa katika sehemu ya itumisho ndio huo, unatoa nini? Shukrani. Unaweza kusema Adhira, ama wapendwa, asanteni sana kwa kufanya nini? Kunisikiliza. Ukisema asanteni sana najua tayari umefanya nini? Umehitimisha hotuba yako. Kwa hivyo ile hotuba nilikuwa nataka iandikwe hivyo.